Waathiriwa wa mashambulizi ya wanyamapori katika kaunti ya Kajiado wanalalamikia kucheleweshwa kwa fidia baada ya kushambuliwa na wanyama hao. Wakazi hao wanasema kwamba serikali imepuuza suala la fidia ilhali baadhi wamepoteza wapendwa wao huku wengine wakisalia na majeraha. Wakazi hao wameielezea kamati inayochunguza athari za migogoro baina ya wakazi na wanyamapori kwamba baadhi yao wamesubiri fidia tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne. Robert Masai na ina mengi zaidi Wakazi waliohudhuria mkutano huo katika ukumbi wa mikutano eneo la Kimana, Kajiado kusini walilalamikia kucheleweshwa kwa fidia wakisema kuanzia mwaka wa elfu mbili na kumi na nne, shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS limekuwa likinakili kila aina ya mashambulizi ya wanyamapori kwa wananchi na kuwaahidi kuwafidia. Hata hivyo, miaka zaidi ya kumi baadaye bado pesa hizo hazijaingia mfukoni mwao. Hawa nyama hanatuua anatuumiza anakula chakula zetu na hatuna msaada yoyote. Maana mnyama anaingia kwa shamba anakula namaliza, na hakuna na mtu atakuja kukulipa ile mbegu yako ambayo umeotesha au ile chakula yako imeifa ambayo imeliwa na nyama. Mpaka saa hii kuna watu wetu ambayo hawajawahi fanywa fidia, waliouawa na ndovu, waliokuliwa na fizi, simba aliyekula ng'ombe, simba aliyekula mbuzi. 2024, tuko na 16 death Mwaka uliotangulia 2023 35, 2022 38, so hakuna mwaka, hakuna mwaka hatutapoteza binadamu kwa ajili ya wanyamapori kufamia na kuua binadamu. Kadhalika wamelaumu uhusiano duni kati ya wananchi na shirika la KWS wakisema licha ya zaidi ya asilimia sitini ya wanyamapori kuishi kwenye mashamba yao bila kuangaishwa, KWS wamekuwa wakiwaangaisha wenyeji, hasa wanaopatikana wakitafuta malisho ya mifugo ndani au karibu na mbuga za wanyamapori. Na wanyamapori saa hii anakuja kusunguka rundani ya boma na sisi na shunga Alafu kuoa tu nyama pori nyama pori ndofu moja ama simba ndege saa hiyo kama kumi anaingia hapo. Alafu pia sasa wanyama pori ndio mingi sana ndani yetu kuliko ile kwa ndani ya park. Na park kiingia siku hizi, KJ bila sana nyenyesa. Na Park siku hizi ki ngombe kiingia. Anaweka ngombe ndani. Alafu ile fine, kila ngombe elfu tatu mpaka elfu mbili elfu tatu, kila kichwa ya ng'ombe. Alafu naweza kushika mchungi, anawacha ng'ombe pisi anakula Simba anakula na ruwe siku. Maafisa wa KWS hawakuhudhuria kikao hicho, viongozi wakiwalaumu kwa kukosa kuchukulia kikao hicho kwa uzito. KWS waje kujificha kwa sababu Simba ikikufa mnakuja na machopa. Helicopters yeah, uh, dovu ikiuliwa mnakuja na chopa. Siku ile tunaoka na hicho kutoka kamati ya wabunge saba na kamati nzima pesa ya bunge imetumika, ushuru wa Kenya, pesa wa ushuru wa Kenya imetumika. Tunataka kuwaona hapa amuko hapa. Chama nataka recommendation ya kwanza. Kama KWS ameshindwa ku mambo ya, ya wanyamapori na kuangalia maisha basi, ruhusa, sisi, yetu basi tupewe ruhusa tuangalie wenyewe sisi. Kazi yetu ni kurudi bunge tutengeneze recommendation yetu na tupitishe, kama kuna mali inataka pesa tu, tu, tu, tu, tu, tu recommend kwa serikali eh, watu wakompensetiwe. So ni sisi tu tulikuja kuangalia kama ni ukweli, lakini tumekubaliana, hiyo petition ilikuja ni hii tumeona leo. Kamati hiyo inalenga kuzuru maeneo mbalimbali mbali mbali ya nchi kuwasikiliza wananchi kabla ya kutoa mapendekezo yake kwa serikali kuhusu migogoro baina ya wananchi na wanyamapori. Robert Masai, runinga ya Citizen, Kimana, Kajiado Kusini.